Shani, shani, na Mr. Bonasi. Habari, naitwa Aidat Lwiza, ni afisa bidhaa na masoko HaloPesa, ikiwa tumekamilisha mwezi tangu tulipozindua promotion yetu ya tamba na Bonasi, promotion inayomwezesha mteja anayetumia laini ya Halotel anapofanya miamala kupitia HaloPesa anaingia kwenye droo ya kujishindia hadi shilingi milioni mbili kutoka kwa Mr. Bonasi. Na leo tunaenda kutoa washindi wetu walioibuka na ushindi wa bonus hadi shilingi milioni moja. Mshindi wetu ni Mohamed Omar. Hongera sana Mohamed Omar. Tunaenda kumpigia mshindi wetu aliyejiondokea na bonus milioni moja kutoka kwenye promotion. Hello. Habari yako Mohamed? Unaongea na Ida, tunapiga simu kutoka Halatel Pesa. Halopesa mm. Muhamed aapatikana wapimkuranga leo hii tulikuwa tunachezesha tunachezesha draw yetu ya mwezi, na umeingia kwenye draw hii, na umejishindia shilingi milioni 0 i kutoka kwenye kampeni yetu ya tamba na Bonus. Boas mm. Hongera sana kwa ushindi huu, lakini pia pesa hiyo itaingia kwenye akaunti yako ya Halopesa ndani ya masaa 24 kuanzia sasa ilivyokutangaza. Na ushindi huu unajisikiaje, Muhamed? Najisikia sana. Labda ningependa kukuuliza swali kwamba uh, kulingana na ushindi huu uliopata, bonasi ulioipata na kuitumia kufanyia nini? Labda nitafanyia biashara biashara. Sasa basi ningependa kupongeza na ushindi huu Mohamed, naendelea kufurahia huduma zetu zaidi na kuwe, kwa katika miaka hii kumi ya Halo Tel na miaka tisa ya Halo Pesa tungependa kukuelewesha zaidi, uendelee kufanya miamala zaidi na Halo Pesa ili uweze kuibuka na ushindi mwingine wa hadi shilingi milioni mbili. Lakini pia uweze kufurahia huduma zetu. Kwani kama unaofahamu kwamba Halo Pesa ni mtandao unaoongoza kwa makato nafuu zaidi, lakini pia kupitia huduma zetu za Halotel na miaka kumi ya Halotel na miaka tisa ya Lopesa, ningependa kushukuru kuendelea kuwa mteja wetu mwaminifu na mpaka siku hii ya leo unatumia huduma zetu asante. Asante sana, kutakia siku njema. Endelea kufurahia huduma zetu. Mshindi wetu wa pili ni Vumilia. Vumilia, Vumilia, na tunaenda kumpigia mshindi wetu Vumilia ambaye amejinyakulia shilingi milioni moja kupitia kampeni yeco Tamba na Bonus na Mr. Bonus kamwona kasema, leo Vumilia unaondoka na kiia shilingi milioni moja. Nampigia Vumilia tuweze kumpa habari njema kuhusu ushindi wake siku ya leo. Habari Vumilia? Salama, salama kabisa. Unaongea na Aida, napiga simu kutoka Halotel, Halopesa. Vumilia unapatikana wapi? Samahani, unapatikana wapi? Sawa, Vumilia, ningependa kukupa habari njema kwamba Halopesa ina kampeni na nice, promotion yake inaenda kwa jina la Tamba na Bonus promosheni inayomwezesha mteja pia anapofanya miamala na Halo pesa kuingia kwenye draw kujishindia hadi shilingi milioni mbili. Na Vumilia, umeingia kwenye draw yetu ya mwezi na umejishindia shilingi milioni moja kutoka kwenye kampeni yetu ya tamba na bonus. Umejishindia shilingi milioni moja, ndiyo Vumilia. Unajisikiaje kwanza, Vumilia, kuibuka na ushindi? Hongera sana Vumilia, na pesa yako ndiyo. Vumilia, kwanza hongera kabisa kwa kuwa mshindi wetu wa siku ya leo. Mr. Bonasi amekuona na kujishindia shilingi milioni moja, na pesa hiyo utaipata kwenye akaunti yako ya HaloPesa ndani ya masaa 24 kuanzia sasa. Ndivyo kutangaza na ushindi huu Nashukuru sana nawashukuru sana HaloPesa. Naamini mtandao wenu unashika huku kwetu, network ni mbaya, hatupati mitandao mingine. HaloPesa ndio tunaiweza tunaipata na tunaipenda. Sawa, hongera sana lakini pia ningependa kueleza kwamba endelea kuwa balozi wetu, endelea kutumia huduma zetu za Halotel HaloPesa, lakini pia tunasherehekea miaka kumi ya Halotel na miaka tisa ya kuanzishwa kwa HaloPesa mpaka siku ya leo mpaka hivi tunavyoendelea kuboresha huduma zetu kwa ningependa sana kushukuru na uendelee kutuvumilia kwa changamoto yote ambayo unaipata, lakini pia hongera kuibuka na ushindi. Nikutakia mm -hmm siku njema na wakati mwema. Endelea kufurahia huduma zetu. Asante, Asante sana, asante vumilia. Na mshindi wetu siku ya leo ni Selemani, Selemani Halfani Sasa a kumpigia mshindi wetu aliyeondoka na kitindo cha shilingi milioni moja kupitia kampeni yetu ya Tamba na Bonasi. Hello. Hello? Yes, habari? Nzuri. Naongea na Selemani Khalfan? Ndio ndio. Unaongea na Aida, tunapiga simu kutoka Halotel HaloPesa. Ndiyo. Selemani, HaloPesa ina kampeni enda kwa jina la Tamba na Bonus ambayo inamwezesha mteja kuingia kwenye draw kujishindia hadi shilingi milioni moja pale anapofanya miamala uh, na HaloPesa. Na Selemani Halfani umeweza kuingia kwenye draw yetu ya mwezi siku ya leo na umejishindia Lio, shilingi milioni moja kupitia kampeni yetu ya Tamba na Bonus siku ya leo, ongera. <klos> Okay, kwa ushindi wako na unapatikana wapi Selemani? Dar es Salaam. Napatikana Dar es Salaam. Dar es Salaam sehemu gani Selemani? Ni majumba sita ila kwa sasa niko Mzambalauni. Mzambalauni. Kwa hiyo Selemani, ningependa kukuomba kama itakupendeza zaidi uweze kuja hapa makao makuu ya Halotel Victoria kwa ajili ya kuweza kupongeza na ushindi wako, lakini pia mwamala wako utaingia kwenye simu yako ndani ya masaa na 24 kuanzia sasa tulivyotangaza na ushindi huo sana. Habari, naitwa Selemani Dimoso, natokea Ukonga majumba sita, ni mshindi wa Tamba na Bonasi wa HaloPesa. Nimejishindia kiasi cha shilingi milioni moja kutoka HaloPesa. Nawashauri watumiaji wa Halotel kuendelea kutumia Mtandao wa Halotel na HaloPesa kwa kufanya miamala yao. Huu ni ushindi wa kweli na nimeingiziwa kiasi hicho cha pesa kwenye simu yangu. Nawashukuru, asanteni sana Halotel na HaloPesa. HaloPesa, tumerahisisha endelea a kushine na Mr. Bonasi. Unafanyaje ili kuibuka na ushindi huu? Cha kufanya fanya miamala kupitia HaloPesa, iwe ni kutuma pesa, kutoa pesa, kulipa bili zako yote kupitia HaloPesa, iye kupitia nyota mia hamsini nane nane, ama kupitia HaloPesa app, na hapo utakuwa umeingia moja kwa moja kwenye draw ya kujishindia bonus hadi shilingi milioni mbili. Kumbuka mteja wetu, nafasi za ushindi Ziko mikononi mwako. Endelea kufanya miamala zaidi na HaloPesa ili uweze kuibuka na ushindi wa bonasi nyingi zaidi kutoka kwa Mr. Bonasi. Lakini pia ningependa kukumbusha kwamba namba ambayo itakupigia wewe mteja wetu kuarifu kuhusu ushindi wako ni namba 100 pekee. Epuka matapeli. Halotel, HaloPesa itawasiliana na ye mteja wetu kupitia namba mia moja kukutaarifu kuhusu ushindi wako. Tunakwambia HaloPesa, tumerahisisha kwa makato nafuu zaidi. Endelea kushine na kutamba zaidi na, na Mr. Bonus. Bonasi.